Kelele Mheshimiwa Bulaya, acha mambo <laughs> hatuchezi, hatuchezi Mheshimiwa, Mheshimiwa Bulaya hii <laughs> Mheshimiwa Bulaya. Hebu tunza nidhabu zako. Mheshimiwa ndugu Selemani Saidi, mjumbe wa bodi ya wakurugenzi Simba Asanteni, nimemwona Mheshimiwa Lukuvi kapiga makofi kwa viongozi wote wawili, lakini imewatazama viongozi wengine wakubwa, siwezi kuwataja, wamepiga makofi kwa, kwa mmoja tu wakiwa wengine wa sasa hivi sikuwaona kupiga, lakini Mheshimiwa Waziri, nikupongeze mambo kama haya ndio yanaleta heshima kwenye taifa, na vilabu viwili hivi vinachangia maendeleo makubwa sana nchini. Ni vilabu vinaheshimika, viongozi wao wanaheshimika, wanachama wao wanaheshimika, na taifa linaendelea kufanya kazi na wao. Nikuombe, panapo majaliwa, wakati kupata fursa nyingine, mwalike Mo Dewji aje mundani, mwalike na Gharibu Saidi ne aje mundani basi tuone viongozi wakubwa wa vilabu hivi kwenye furaha ya taifa letu. <coughs> Mheshimiwa Profesa Harun Mapesa, mkuu wa chuo cha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere, ndugu Antonia Sangalali, mwenyekiti wa umoja wa machifu UMT Ndugu Aaron Mikomangwa, katibu umoja wa machifu, ndugu Joseph Kusaga mwanzilishi wa milki wa Clouds Media, waheshimiwa wabunge, napenda kumtambulisha na kumpongeza Bwana Joseph Kusaga mwakilishi na mkurugenzi mtendaji wa Clouds Media Group kwa mchango wake kipekee katika maendeleo ya taifa letu tangu mwaka 1998. Ndugu Kusaga ameongoza mapinduzi katika Tanzania ya habari kwa kuanzisha Clouds FM Radio, iliyoibua vipaji, kutoa elimu, kuburudisha na kuhimiza utambulisho wa kitanzania kupitia Clouds TV, Malkia, Choice FM, Coconut FM na majukwaa mengine amewafikia mamilioni ndani na nje ya nchi. Mchango wake mkubwa zaidi huko katika uwezeshaji wa vijana. Maelfu wamepata nafasi kupitia mashindano, vipindi na matamasha aliyoyaasisi. kupitia Joseph Kusaga Foundation, amejikita katika kutoa mafunzo, zana na mitaji midogo kwa vijana kwenye maeneo ya kilimo, ubunifu na teknolojia. Aidha, Kusaga ametumia vyombo vya habari kuendeleza utamaduni wetu, kukuza matumizi ya Kiswahili na kuhamasisha ajenda za maendeleo endelevu kwa kushirikiana na taasisi kama UNDP. Kwa mchango huu mpana, Joseph Kusaga anastahili kutambuliwa kama shujaa wa kizazi hiki, mlezi wa vipaji, mhamasishaji wa maendeleo ya vijana na mabalozi wa utamaduni wa taifa letu. Tunampongeza, tunamtambua. Naomba kumtambulisha kwenu ndugu Rita Paulsen, mwakilishi wa mashindano ya kusaka vipaji Bongo Star Search. Asanteni. Wageni wengine mheshimiwa profesa Kabudi, wakurugenzi wakuu wa vitengo kutoka wizara hiyo wakiongozwa na ndugu Savera Salvatori, mkurugenzi wa idara ya utawala na rasilimali watu. Wageni wa waheshimiwa wabunge, mgeni wa mheshimiwa Priscus Tarimo, mwenyekiti mstaafu wa mtaa kutoka Moshi mkoani Kilimanjaro. Mgeni wa mheshimiwa Bupe Nelson Mwakangata, mpiga kura wake kutoka Sumbawanga mkoa wa Rukwa. Wageni wawili wa mwisho wa Joseph Tadayo, wapiga kura wake kutoka Mwanga mkoani Kilimanjaro. Wageni wawili wa mwisho wa Shabani Omari Shekilindi, watoto wake kutoka Lushoto mkoa Tanga. Wageni watatu wa mwisho wa Joseph George Kakunda, viongozi wa CCM kata Mkole wilaya Sikonge mkoa Tabora. Wageni watatu wa mwisho wa Mwita mw... Waitara wapiga kura wake kutoka Tarima vijini mkoani Mara. Wageni waliotembelea bunge kwa ajili ya mafunzo, wanafunzi hamsini na walimu sita kutoka shule sekondari ya Kirinjiko iliyopo Same, mkoa wa Kilimanjaro; wanafunzi kumi na walimu saba wa shule ya Fountain Gate kutoka jijini Dodoma; walimu watano na wanafunzi 75 wa shule ya msingi Elizabeth kutoka wilaya ya bunge jijini Dar es Salaam, karibuni. Na ndugu Teresia Mwangeni kutoka Kisasi jijini Dodoma. Katibu, hoja za serikali kwamba bunge sasa likubali kupokea na kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo kwa mwaka wa fedha 2025/26